Wananchi wamemchukua makamu mwenyekiti, yuko katikati ya wananchi, wameondoka naye moja kwa moja kwa mguu, baada ya polisi kuonekana kwa kwamba wana mpango wa kumuumiza ama kumjeruhi. Kwa hiyo hiyo ni nani ya wananchi, watu ni wengi, na wananchi wameamua kuondoka naye wenyewe. Makamu mwenyekiti wa chama aliyekuwa anaenda msibani kwa Raila Odinga, na ameporwa passport na watu wa migration kwa nguvu. Kwa hiyo wananchi wameamua kuondoka naye kumsindikiza aweze kuondoka eneo lile, kwa sababu usalama wa eneo lile umekuwa mdogo. Kwa hiyo kama mnavyoona, hali ndivyo inavyoendelea hapa kwenye border ya Sirari, one stop border point. Wananchi wameamua kuondoka na mheshimiwa John Heche. ok ili wasiweze